Hello uh, wana KHP, na tumaini mko salama na mimi niko salama. Leo nataka kuzungumzia uh, hii fursa ya farm work ambao, uh, imejitokeza hapa Canada. Nataka tuipitie kwa pamoja, najua hii ni msimu wa kazi mashambani. Unajua hata farm nyingi, kuna zile farm ambazo unapata ziko nje na huwa hazifanyi kazi wakati wa winter. Winter imeisha, spring watu wanaanza ku, kurudi mashambani na kupandapanda hata, ma, hata kazi nyingi hizo za, za mifugo zinarudi sasa kufanya kazi sababu eh, kila kitu iko sawa kwa sasa, na kama nilivyowaahidi, naendelea kushughulika kwa kazi ya mashambani na najua hivi karibuni mtaleta majibu eh, ya hizo eneo ambazo naishi kuzunguka. Zingine ziko mbali sana, zile ambazo nasikia zina urahisi sana na sijafanyikiwa kufika, ila kwa muda nitakaopata nitajitahidi kuweza kuzunguka zingine na, nazifuata mbali sana. Kuna zile naweza nikazunguka kama kwa tuseme kwa kilomita kama ishirini na tano thelathini hizo ndio zipo karibu, lakini zingine naenda hata kama kilomita mia na hamsini unapata ni mbali kabisa, lakini hiyo eh, iwezi kawa sababu ama siwezi nikachoka, sababu hili ni moja la shughuli ambayo natakiwa kulifanya mimi kuhakikisha ya kwamba eh, fursa zimepatikana na wana KHP wamefanyikiwa kuweza kuingia Canada sababu hii ni moja kati ya zile. Wakati unajua Canada inakuaga na seasons hata za kazi vile vile, kuna hiyo wakati kazi zinakuaga nyingi ama zinalipa vizuri, na kuna wakati kazi zipo chini zinalipa kidogo, na kuna wakati wanahitaji watu wengi kutoka nje, na kuna wakati wanahitaji tu wale ambao wako hapa. Mara nyingi huwa zinacheza hivyo, lakini kuna fursa zinaweza zikawa wale wako nje wakihitajika wengi, wale wako nje wakihitajika kidogo. Lakini hata wanahitajika kidogo hajamaanisha ya kwamba wanazuia uh, wao kuweza kuingia, ila ni wanaingia kwa kiasi kidogo, ama sio kwa kiasi kikubwa sana. Nadhani nitakuwa ninaeleweka vizuri. So, kuna kazi ambayo iko hapa, ni kazi ya famu ni kazi ya farm na inahitaji wafanyakazi. Hii ni ofa ambayo imepostiwa mwezi huu wa nne tarehe ishirini, nadhani tuko pamoja, mwezi huu wa nne tarehe ishirini, na farm yenyewe inaitwa Brainsberry Farms Limited, hiyo Brains Brain Farm Limited inahitaji wafanyakazi na wanalipa dola kumi na nane kwa saa moja. Ikiwa uko sawa na hiyo, unaweza ukajaribu kuapply, sababu link nitaweka hapa kwenye description ya video hii. Ukibonyeza link hiyo, moja kwa moja itaweza kupeleka hadi uh, kwenye kazi hii na utaweza kuapply hii kazi itakuwa hapo kuanzia uh, hii tarehe ambayo imepostiwa, ikiwa ni tarehe ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na tano wa mwezi wa tano, kazi itakuwa ipo hapo. Kwa hiyo changamka, tuma CV yako na kavaleta na uipitie kwanza, uweze kuielewa, ujue ni nini na nini ambao wanahitaji, sababu najua nimeelewa wengi hawajibi, hawajibiwi sababu eh, wakiona kazi, yeye ni chapchap anaandika CV yake anaandika cover letter na hakupitia job details. Wanaweka details kwa kila kazi ambao wanapost haswa kwa majob bank, Indeed na hizo zingine ambazo wanapost kazi hapo. So ni vizuri sana kuweza kusoma hizo job details kusudi uweze kujua CV yako unaifanyaje heading ya CV yako unaifanyaje pamoja na kwa kumalizia unaifanyaje. Mimi nitaweka link hii kwenye description kusudi eh, muweze kujaribu hii fursa. Unajua, sasa hizi hizo farm work ndio zinafanya kazi Canada sana, hizo ndio milango mkubwa ambazo zitakurahisishia wewe kuweza kuingia hapa Canada. Wakati huu anasema kitu ambao wanahitaji ni kizungu we unajua kuongea English, lakini haijamaanisha English ya dictionary ama English ya ofisi, lakini wewe uwe unaweza eh, kujibu swali kwa kizungu, uwe unaweza kuuliza swali kwa kizungu. Kila siku unazidi kurudia. Shida ya wazungu ni hiyo ya kwamba hawapendi eh, mtu ambaye haelewi hata kidogo, sababu akiakuambia wewe fanya jambo hili, usiwe ukafanya tofauti na vile ambavyo ye yeah, alikuwa anatarajia. Nadhani ni, ni na huwa anazidi kuongea hilo, na kwa wale ambao pengine kizungu iko chini sana, kusikia swali ni ngumu, kujibu swali ni ngumu. Kila leo nimeambia kwamba dunia imekuwa ndogo na wanajaribu kurahisisha vitu zote sahizi. Kila kitu ambacho unaweza hitaji kujua wewe ni rahisi sana kuweza kukijua, sababu YouTube iko hapo, kama ni lugha zote zimewekwa hapo, unaweza ukajifunza. Jaribu hata kuwa na Kizungu basic itakusaidia pakubwa sana. Education wanasema no degree, no certificate or diploma. Kwa hiyo haijalishi wewe umesoma, haijalishi wewe haujasoma, kitu ambao wanahitaji uwe kidogo, unaweza ukasikia tu swali ya Kizungu na unaweza ukajibu swali ya Kizungu. Jamani, fursa kama hizi nikose kuwaambia jamani. Wengi wanasema hawajibiwi. Angalia pia zile kazi ambao unapost. Unajua job bank wakiweka kazi, kila kazi ambayo itawekwa hapo iko na tarehe ambayo imewekwa na iko na tarehe ambayo itamalizika. Hilo pia ni jambo lingine muhimu ambalo lazima tuzingatie, sababu usipojua tarehe ya kazi kumalizwa ama hiyo post ku, wa mwisho wa kupost kazi hiyo. Unajua hapo kwenye Job Bank hawatazima ile, linaweza likabaki likutua hapo, kumbe wao walipataga mtu kitambo, kumbe muda ambao ulitakiwa kufanya hiyo advertisement kwa Job Bank umeisha. <coughs> Sorry. muda ambao ulitakiwa ni tarehe ya mwisho ya advert hiyo, saa zingine imeshafika. Ndio maana tafadhali, tujitahidi kuweza kupitia hizi vitu vizuri. Najua naweza nikajilaumu pia mimi sababu ya furaha ambao nilikuwa nayo, wakati nilianza kuona hizi fursa na nikajua ni njia moja ambayo itasaidia ndugu zangu, njia moja ambayo itasaidia wengi, nikaziweka na nikizi explain singekumbuka vitu zote zile ambazo zilikuwa zinahitajika, ambazo zingehitajika. Ndio maana naona nilikuwa nikipitia, nilikuwa nikipitia sikujua zile vitu zingine muhimu, kama natakiwa kugusia eh, in details kali ka kitu kamoja kamoja, na kuna vingine ambazo lazima zitokezee. Zikitokezea ndio utaweza kukumbuka na kujua ya kwamba oh, ili natakiwa nilibadili hapa, natakiwa nitengeneze, natakiwa nirekebishe. Haya, najua tunajifunza mara nyingi kwenye makosa, na kila mara wakati jambo linajitokeza, ndio mara mingi walinapata dawa. Huwezi ukapata dawa kama wewe si mgonjwa, na ndio maana unaona kulingana na malalamishi ya wana KHP na kulingana na utafiti ambao unaendelea kuufanya, ndio inafanya tuendelee kuboresha zaidi zile sekta ambazo kidogo hatukukuwa tunaenda sawa. Wanata, wanasema nini kwenye kazi hili? Hauhitaji kuwa umesoma, unaweza kuwa umesoma kidogo, hiyo ni yako sababu, hakuna certificate ambayo utaitishwa kwa ajili ya kupata kazi hii, hakuna degree ambayo utaitishwa kwa ajili ukubaliwe kwenye kazi hii hakuna uh, diploma ambayo utaitishwa kwa ajili ya wewe kufanya kazi hii. Kazi zingine wanasemaga wanahitaji experience ya mwaka moja, wanahitaji experience ya miaka miwili, experience ya miezi sita, lakini kwenye kazi hii wanasema hawahitaji uwe na experience yoyote. Ukiwa na experience ni sawa, ukiwa hauna experience hawataki kujua hizi ndio kazi kama zile wengi wanazidi kuniuliza, unskilled job tunafanya? Tutapata kazi sisi ambao hatukusomea kitu fulani? Tutapata kazi sisi ambao tuko unskilled? Tutapata kazi. Hii ni moja kati ya kazi ambao unskilled people wanaweza wakafanya. Wenyewe wanasema hauhitaji we kuwa na experience yoyote, yaani ukiwa na experience kama vile hauna experience haina haja, utajifunza kwenye kazi, yaani utapewa mafunzo mbele uanze kazi hiyo. Jamani, fursa kama hizi ni mzuri kuweza kuchangamkia. Kumbuka, kila leo nawaambia kwamba hizi ni vitu za kujaribu, tunapima bahati, na kitu muhimu ni kuweza kujua tarehe ambao kazi imewekwa na tarehe ambayo kazi inatakiwa kumalizika. Sababu ukijua hizo itakusaidia wewe kuweza ku-apply mbele ya wakati. Ukiifanya kama muda umeshaisha, jua watakuwa washafunga hilo chapta, na pengine mwingine atakuwa ameshachukua nafasi hiyo. Ndio maana tuchangamke, jaribu, usichoke sababu umefanya mara kadhaa na hujajibiwa. Fursa kama hizi zinapozijitokeza, basi jitahidi ufanye haraka. Nadhani kazi ambayo nitakuwa nikifanya sana ni kutafuta zile fursa ambazo ziko karibu na zile ambazo zimewekwa hazijachukua muda mrefu. Sababu watu ni wengi ambao wanatafuta hizo fursa, watu ni wengi ambao wanajaribu. Kwa hiyo, jaribu sana uweze kuweka CV yako kwa muda, yani, mbele ya wakati, kusudi uwe kati ya wale ambao watachukuliwa mapema. Wewe utafunzwa kila kitu ukibahatika kupata kazi hii. Haina haja ujisumbue kuwa umefanya jambo fulani, umefanya jambo fulani. Hakuna hapa eh, English test ambayo inahitajika hapa. Wanajua wanadili na mtu yoyote ambaye alisoma kama vile ya kusoma. Hakuna English test ambayo utaitishwa wewe, bora uwe unajua kujibu swali, uwe unajua kuuliza swali bas. What is this? What is that? <laughs> Yes, no basi. Eh, akikwambia, bring me that mkokoteni, is it mkokoteni wheelbarrow, ujibu yes. Okay, unaenda unaleta. Pick this takataka, put them away, ready to do it <laughs> kizungu uwe na basic, na usikuja kuongea kizungu ya kuchanganya na viswahili huku tafadhali, sababu utakuwa na mchanganya mzungu, hakuna kitu ambayo ataelewa unajua kizungu basic, kazi ndio hii. Unaenda kupata kazi na kazi lenyewe wanasema linahitaji uh, mtu ambaye anafanya hapo, sio remotely, nadhani mnanielewa, ama sio online. Wanasema kazi ambayo sasa wanatakiwa kwenda kufanya ni nini, unajua lazima ujue ndio maana nawambia, Job Bank anawekanga details ya kila kitu. Kazi ikipostiwa inakuwanga na details, yani unajua hii ni kazi fulani, hii ni hii na hii. Sasa ukienda kutumika, unajua ni nini unaenda kufanya, tofauti na kutumika. Ukienda kuandika CV yako, unajua ni nini unata, wapi unatakiwa kugusia. Nadhani tu kunaelewana. Kazi ambayo unaenda kufanya ni fruit and vegetable Uh, combination farming sijui tunaelewana hapo? <laughs> wewe unaenda kuvuna matunda na kuvuna hizo mboga mboga, hizo ndo kazi ambayo unaenda, hiyo ndo kazi ambayo unaenda kufanya, kuvuna matunda, kuvuna mboga mboga. Kazi yenyewe inafanyika nje, ndio maana unaona wanaiweka saa hii, hawangeiweka mwezi jana, hawangeweka mwezi juzi, sababu ya hali ya baridi ambayo inakuaga nje muda huo. Ikiwa ni wakati wa baridi, hautakiwe kufanya kazi kama hizi nje. Naona wewe unatumika, uh, nje, kuvuna matunda, kuvuna hizo mboga mboga. Uwe uko tayari kushika uchafu, sababu ni kazi ya shamba na uwe unaweza kusimama kwenye jua, sababu unatumika nje, jua inawaka wakati kuna joto, wakati kuko afadhali. Uwe unaweza kuvumilia hayo, usiwe mtu ambaye pengine jua inaweza ikakufanya vibaya, hapana. hmm. na pia uwe unaweza eh, kuvumilia pia kiasi fulani ya baridi wanajua sio baridi ambayo inaweza ikakudhuru, lakini kuna wale ambao baridi huwa wawezani nayo kabisa. Na ukiwa wewe ni mtu ambaye baridi awezani nayo kanisa kabisa, kati kanisa kabisa, basi hata Canada utakuwa uko na shida, sababu muda ule ambao utafanya kazi wewe utakuwa muda mdogo sana. Hizo matunda na hizo uh, na hizo mboga mboga huwa zinahifadhiwa kwenye friji, kwa hiyo kitu ambacho wewe unatakiwa kufanya uwe unaweza ukavumilia baridi kiasi, sababu utaambiwa chukua hizi matunda, izi tunda ama matunda, uwingi wa matunda ni nini? Jamani, nadhani ni matunda. Hiyo moja, niko sawa? Tunda, ah, tunda na kwaga, na uwingi kweli, nadhani ni tunda ama ni matunda? <laughs> Tafadhali nisaidie hapo kwa comment section niweze kuelewa hili swala vizuri ukiambiwa chukue, chukua hizi matunda hizi tutunda ya matunda ingine, nasema embe maembe. Hapana, chukua hizi tunda weka kwenye, kwenye store. Hizo store zinakuaga uh, refrigerator. Lazima iwe na baridi kwa ajili ya kuhifadhi matunda isioze, kwa ajili ya kuhifadhi hizo vegetables zisiharibike. Kwa hiyo ikiwa unaweza hayo, basi basi utakuwa uko sawa kwa kuweza kufanya kazi hii, matunda ambayo wanatumia ni kama blueberry. Additional information work condition and physical uh, capability fast pace environment physical uh, damage. Haya ni kazi ambao kila mtu anaweza akaapply, na link nitawawekea hapo kwenye description. Kwa yoyote ambaye atakuwa anaweza ama ana ana uwezo wa kuweza ku, kufanya kazi hii, uchangamke, uweze kuapply, uwe kati ya wale ambao wataweka CV zao wa kwanza. Unaweza kubahatika hapo, na milango zikawa wazi juu yako. Na sana sana, tafadhali tuweze kuangalia sana tarehe, angalia sana tarehe, ujue wakati ambao kazi imepostiwa na kazi ambayo inatakiwa kumalizika na pia pia nadhani niliwahi kuwaonyesha vigezo hapa, wanasema advertise until hiyo, uh, ni Mei 22, na angalia ikyo kidude iki hapa, iki hakikisha kazi ambao una apply iko na ikyo kidude lakini kichora kingine tofauti na hiki ambayo kinaweza kikawa kwa rangi nyekundu, inazungusha nyek, rangi nyekundu hapo. Hiyo hata ukiwa Canada na hauna makaratasi utakiwa kufanya hiyo kazi, au ruhusiwi. Lakini ukiona hivi ukiwa Canada, hauna makaratasi kazi utafanya. Wewe ambaye uko nje, unaruhusiwa ku apply kazi kama hiyo. Kwa hiyo, enendeni mka apply kazi hii, na ninaamini ya kwamba Mungu atawatangulia na milango itaweza kuwa wazi juu yenu. Kama wee ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe.